la shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake weitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi ya peperushwayo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Bwana asifiwe sana. Neno heri limebeba baraka kubwa sana. Katika lugha ya Kiingereza anasema amebarikiwa, blessed are they amebarikiwa mtu yule asiyekwenda. Hii inasema heri mtu yule asiyekwenda, heri mtu mke na mtu mume asiyekwenda. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kabla ya matukio ya mbele ya maneno haya, neno hili linaanza na baraka kwa hiyo baraka zinatolewa katika kitabu cha kwanza cha Daudi, lakini ili uweze kuitwa mbarikiwa, ili uweze kuzienjoi hizo baraka, kwanza ni lazima ufanye yanayotajwa katika sura hii. Lazima utii haya masharti, lazima ugharimike kufuata hizi kanuni. Amebarikiwa mtu yule. Jambo la kwanza anasema asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Jamani, Bwana asifiwe sana. Katika makambi yetu ndani ya juma hili tuna tunasema tutakwenda tukimtumaini nani? Yesu. Na hapa Daudi anasema amebarikiwa mtu asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Kwa hiyo kwenye swala la kwenda, kuna kuna dhima kubwa sana ya baraka. Ni kana kwamba Daudi anasema, tumaini letu litaamuliwa na nani tunayeondoka naye, tumaini letu litaamuliwa na yupi tunayekwenda naye. Kwa hiyo hapa, kama utaamua kwenda katika njia, katika shauri la wasio haki, maana yake umeliacha tumaini la Yesu nyuma. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ehei. Lakini kama hautakwenda katika njia na katika shauri la wasio haki, maana yake utaenda na Bwana, yaani na, ni kama nataka kusema hivi, katika pitapita pita zako wewe unatembea na nani Daudi? Na anasema amebarikiwa asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Hiyo ni pointi ya kwanza, ni nani unayetembea naye katika maisha yako? Waingereza wanasema ukinionyesha rafiki yako nitakwambia tabia yako, Show me your friend. Lazima jioni ya leo katika makambi haya ukague ni nani anakuwa pembeni yako unapokuwa njiani katika safari yako ya maisha? Ni nani unayetembea naye? Nani ambaye ni kampani yako? Na naweza kuwapendekezea ya jioni ya leo, yawezekana kampani yako saiko yako, watu unaotembea nao wasiwe sehemu ya kuongeza tumaini katika maisha yako. Ask for divine company. Omba, omba kampani ya uungu, omba Mungu awe rafiki yako utembee naye ukiwa na matumaini. Jamani, bwana asifiwe sana. Jambo la pili anasema, wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kutembea, na anataka ni draw attention yako uelewe maisha yana kanuni kuu tatu. Maisha yana kanuni kuu tatu. Kanuni ya kwanza ni kutembea na kwenye kutembea lazima uchague wa kutembea nao. Jamani, bwana asifiwe sana. Lakini kanuni ya pili ni kusimama. Ni nani unayesimama naye? Matumaini yako, mafanikio yako, afya yako inategemea moja, unayekwenda naye, unayetembea naye, namba mbili unayesimama naye, wale wanaokuzunguka wana madhara katika maisha yako. Ni kama nasema, kama jioni ya leo ningetakiwa kukupendekezea, ningekupendekezea Bwana akuzunguke asimame na wewe katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Anasema wala hakusimama, wala hakusimama katika njia ya wasio haki. Kwa jambo la kwanza ni kwenda. Sio kila mtu anafaa kwenda na wewe halo. Na ili mambo fulani yatokee kwenye maisha yako lazima watu fulani uwaache ili uende na Mungu. Eh, narudia tena, ili mambo fulani yatokee katika maisha yako kuna wakati utalazimika kuwaacha watu fulani waondoke ili uende na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kuna mafanikio ili yainuke ni lazima uvunje mahusiano na baadhi ya watu. Si kwamba unawachukia, si kwamba hauwapendi, ila kwa mwaka huu mawazo yangu, future yangu, maono yangu na kampani niliyonayo haviendani, lazima niwaache hawa watu, maana level ya kiroho nayotaka kwenda hawatafika, hatua ya uchumi nayoelekea hawatafika lazima waende ni waache, maana mwendo wa mwaka huu haufanani na mwendo wa mwaka jana. Kuna watu lazima utawapunguza kwenye saiko yako ili mambo yako yatokee, okay. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo utalazimika kuyaacha ili mambo fulani yafufuke. Jambo la pili, sio kila mtu atasimama na wewe, lazima uwe mtu wa kuchagua. Sio kila mtu atasimama na wewe tafuta kuwa na matuo na watu munaoendana ka, kama mtu amwendani hata kama anang'ang'ania kuwa rafiki mwambie rafiki, sikuchukii lakini kwenye haya matuo siwezi kuweka na wewe, kwa maana mnavyowaza ni tofauti. Jamani, bwana asifiwe sana. Jambo la tatu, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Mambo makubwa matatu ya muhimu kama ukiachukua kwenye hili kambi, umefanikiwa. Bwana asifiwe sana. Jambo la kwanza, kagua kampani yako, unatembea na wakina nani? Jambo la pili, chag kagua kampani yako ni nani unaweka nao matuo kwenye mitaa yako. Lazima kuna kundi fulani la wasengenyaji, uliache ili hali yako ya kiroho imarike. Jambo la tatu ni nani unaketi nao unajua maisha ni jumla ya mambo makubwa matatu ukiwa haujakaa ujue umesimama jamani bwana asifiwe ukiwa haujasimama ujue unafanya nini jamani bwana asifiwe sana maisha ni jumla ya mambo makubwa matatu eidha uwe umekaa inajumuisha na kulala lakini kama haujakaa maana yake umesimama kama haujasimama maana yake unatembea. Kwa hiyo tukija kukagua mambo haya makubwa matatu, yana, yana maana kubwa sana katika maisha. Sio kila mtu atakaa na wewe, sio kila mtu atasimama na wewe, sio kila mtu atatembea na wewe. Wewe ni mtu wa kuchagua, wewe sio mtu wa kuzoazoa. Na ili utembee na tumaini katika Bwana lazima umwombe Bwana akuongoze, Bwana awe kampani yako, akufundishe ni nani anafaa kuwa rafiki, ni nani anafaa kusimama na njiani, ni nani anafaa kukaa na wewe. Bwana anaweza kukupatia watu bora katika maisha yako, sio kila mtu. Sikiliza, mambo haya makubwa matatu ndio yameficha mafanikio katika maisha ya mwanadamu. Ndio maana Daudi anasema amebarikiwa mtu asiyekwenda Chunguza sana watu unaotembea nao. Lakini amebarikiwa mtu yule asiye simama katika njia ya wakosaji. Ni mara ngapi wewe umeenda? Kila siku lazima uende kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kile kikundi chako ambacho mkikutana lazima lazima msengenye watu. Yani, kuna kundi ambalo unalo ambalo wao wamejaa negativity lazima ukifika kwao wasikusikie tu, aidha wanalalamika au wanaongea mambo fulani mabaya kuhusu kanisa au kuhusu viongozi, unajua kanisa hili limeharibika. Epuka sana makundi ya watu wanaoongeza negativity katika maisha yako, kundi ambalo hakuna, hakuna chanya. Ukifika tu jua wanangongona, wanalalamika malamika, maisha magumu. Tafuta watu bora utakaokwenda nao katika maisha yako lakini ni nani ambaye unaweka naye kitako unapokaa? Kuna watu ambao kila mahali mnapokaa mnakula ubuyu, mnasengenya watu, mnaongea hivi, kila mnapokaa. Tafuta makundi bora ambayo mkikaa nao mtajadili mambo bora kwenye maisha yenu, na kila mnapokaa, ukiondoka unaondoka na pointi. Bwana asifiwe. Ehe, Daudi anasema kwa maana hapo ndipo yalipojengwa mafanikio anamfananishaje? mtu ambaye amebarikiwa, ambaye hasimami katika njia ya wakosaji, wala haketi wala hakwenda, anasema ni kama ni kama mti uliopandwa kando ya mti, kando ya maji ambayo yanastawi, yanatoa matunda yake kwa majira yake na yanafanikiwa kwa majira yake. Chagua mahali sahihi pa kusimama, tafuta mahali penye unyevu unyevu, ambapo utafanya e, utarefreshi, uta mind utahakikisha kwamba akili yako inapata afya. Tafuta mtu sahihi wa kutembea naye, anayeweza kukupa kampani ya kukukumbusha ya kwamba wewe ni Mkristo. Sio kila mtu ataenda na wewe. Jioni ya leo, nataka nikukumbushe matumaini yako pia yanategemea kampani yako. Si tunasema tutaenda kwa matumaini matumaini yetu yanategemea tumemchagua nani kwenda naye. Nitakwenda nikimtumaini Bwana. Utamtumaini Bwana kama kundi la watu ulionao wanamcha Bwana. Tusimame jioni ya leo tunapoenda kuomba. Daudi anasema watu hao wanaitafakari sheria ya Bwana. Maana yake ya ni nini? Wanaotafakari sheria ya Bwana ni wachaji ni unajua nini maana ya kumcha Mungu? Ni kuto kuruhusu akili yako kutanga mbali na uwepo wa Bwana. Kwa hiyo hakuna dogo unaloweza kulifanya bila kuongozwa na Bwana. Unahitaji kwenda sokoni ni maombi. Unahitaji kwenda darasani ni maombi. Unahitaji kwenda wapi ni maombi. Unahitaji kufua ni maombi. Kumcha Bwana ni kuruhusu akili yako iwe salenda, total salenda kwa Bwana. Kila unalofanya Unawezeshwa na Bwana. Kila unalofanya unawezeshwa na Bwana. Hakuna lolote tunaloweza kulifanya hata kama ni dogo tusipowezeshwa na Bwana. Bwana asifiwe. Tafuta kuwezeshwa na Bwana. Tafuta kuwezeshwa na Bwana. Bwana asifiwe sana. Baba wa mbinguni Yawezekana jioni ya leo kuna watu tutawapunguza katika maisha yetu, maana tuliposikia maneno yako, huenda tumegundua ya kwamba sio watu sahihi ambao tulipaswa kuwa nao. Si kwamba ni wabaya hawafai, hapana, ni wazuri, ila wanafaa kwa wengine, na ili tukue, tunalazimika kuwaacha. Na ndiyo maana mtumishi wako Ibrahimu alilazimika kuwaache wale vijana na punda maana steji na hali ya kiroho aliyokuwa anaiendea wao bado walikuwa hawajafikia, na ilipomlazimu kuacha, muujiza ulitendeka na katika mlima ule ikapatikana. Baba, lazima katika maisha yetu wakati fulani tutalazimika kupoteza marafiki zetu, tutalazimika kuacha watu tuliowazoea ili kitu fulani tu kitokee, okay. maana hata hivyo kuna mambo ambayo hatutayapokea mpaka tuachane na kundi fulani. Maana umekusudia kututendea wakati fulani hata tukiwa peke yetu. Tunaomba Roho wako akakae ndani yetu. Tunaomba kampani ya mbinguni ikatuandame. Tunaomba wewe ukaandamane nasi, ukaketi nasi, usimame nasi, kila hatua ya maisha yetu ukaifanye kuwa bora yenye mafanikio hatua ya kiroho tukue tusonge mbele kwa jina la Bwana wa majeshi. Kwa kuwa tumeomba kwa imani, tukiamini ya kwamba utatupatia usiku mwema, na baadaye tena asubuhi tunajua utatuita tuje katika mkutano mtakatifu. Na katika miisho ya makambi haya tunajua utaponya magonjwa sugu, tunajua unaenda kufungua biashara zilizofungwa, tunajua unaenda kufufua familia zinazokufa. Oh, katika jina la Yesu Kristo, utaachia baraka kwa kanisa lako katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Bwana ubariki, na atuwe na usiku mwema.